Wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga wanapoendelea kunufaika kwa kuteuliwa katika nyafa mbalimbali serikalini. Leo hii kamati ya bajeti bungeni imemchagua mbunge wa Alego Usonga, Samuel Atandi kuwa mwenyekiti mpya wa kamati ya bajeti, naibu mwenyekiti wake akiwa ni Daktari Robert Pukose.

Elected as the chair of this committee. Nafasi hiyo awali ilishikiliwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, alionekana kuzomewa kwa madai ya kuelekeza fedha nyingi katika eneo bunge lake. Atandi akisema kuwa ataangazia changamoto za ugavi katika bajeti ya kitaifa na kuhakikisha usawa

Aidha, wanakamati wa bajeti wameshinikiza uwajibikaji, ushirikiano na usawa, kwani kila mkenya na kila eneo linastahili kupata rasilimali na maendeleo kutoka kwa serikali ya kitaifa.

Kwingineko, mbunge Tindi Mwale amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya uhasibu. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametemwa nje pamoja na wandani waliokuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua.